Ndiyo, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Reality Mambo TV na kusalimu popote palo lepo nikiwa mwenye imani kubwa sana ya kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa, haupungukiwe na chochote kile, haijalishi madhaifu ya wakati huu. Ila nimekujia na kukuambia kwamba tunapatikana katika mashariki mwa DRC, kituo chako cha matangazo, ambacho nimekuletea nacho habari ya muda huu wa mchana ambao wanakuja kukuletea ni kupasha habari yaliyojiri na wakati huu sasa, iwe habari na hivyo, hujua kwamba wakati wetu tu ni kupatikana hapa mashariki mwa DRC huko South Kivu ndiko ambako tunapatikana. Wewe najua unatufuatilia katika wakati wote ukiwa nasi. Na hivyo kama tu hujajiunga katika channel yetu uo, kwanza kabisa kubonyeza hapo chini wanaandika subscribe au sabone hapo tu, unapo click unabonyeza alama ya kengele, utakuwa unafanya kitu vema sana na cha muhimu, ili unapata habari zetu na kuwatumia wengine ambao wanakuwa na haja ya kuzipata habari ambazo zinatoka mashariki mwa Kongo kwa muda huu, na hivyo sija kuambia ya kwamba uache ku, kuwa kando pale kwa kusubiri habari. Tutakwenda kuzungumzia mambo yaliyopitikana huko Lulenge na huko pia Mwenga, kwa hali ya sasa iliyo katika uwanja wa vita au katika hali ya wasiwasi iliyopatikana huko wakati wa sasa. Na hivyo tu kaa hapo, ni kujie na habari ambazo zilizojiri na sasa, ni taarifa ya habari upate kufaidia. Baada ya mtasari wa habari ni habari sasa kamili. Na mara moja tujelekeze huko Mwenga katika mashariki mwa Kongo, katika Kivu ya kusini ambako kumeonekana na kusikika waasi wa M23 kuonekana maeneo hiyo, baada ya kuwashika vijana mjini Bukavu, makao makuu ya Kivu ya kusini. Lakini kwa sasa Kivu ya kusini nayo makao makuu yake hapo Uvira na baada ya kuwashika vijana na kuwapeleka katika njia ya huko Burega na wakionekana maeneo ya katika pori kubwa, baada ya kupita huko Burega, maeneo yanayoitwa Ngando na mengi zaidi. Na tumsikilize huyu mama hapa, ambaye akutajwa jina, akizungumza kuhusu jambo hilo. Mimi naongeaka na Audhete, hawajafika kule kwenye Vaudhethe viko, mimi najua ile njia yote, wapo hawajafika kule, walivuka jana na leo, dimashi ndio wanavuka mwindi, na wangali wanafichama mapori, hiyo hiyo mapariti yenye walivukia. Surisikia kwa walikamata kamata wa vijana Bukavu, na wale wa vijana walikamatiwa, walikamata mtoto wa ndugu yangu, ndio walienda naye, haiko yeye peke tu, banenda na bebeshwa bebeshwa mamizigo ya mama. Sase ndo ali, anajulisha kusimu wenyewe wanakuwa tulikamatua kutua, wanatupeleka njia ya Burega, njo tumesha vuka, tunavuka Lwimbi, tuku mapori ya Ngando na mapori ya, ya nani ya anataya kote kweho. Wanakuwa sio vongo baba, awajafika kule kwenye waodete viko na watu awajajua, ni jana na leo njo baada ya taarifa za huko Mwenga na mara moja tugusie huko Kilembwe makao makuu ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi, Kivu ya kaskazini mashariki mwa DRC, ikionekana kuwa waasi wa M23 wakipita ngambo za uko juu za porini na kutambaza kabisa, ili ya kwamba wapate kufikia maeneo ya huko Lulenge, wakionekana kuwa kwamba ikishakiwa ku, wanaweza wakapitia katika maeneo ya mi. Mike longe miao mikemba, alafu wafikie maeneo ambayo wanaita Bienda, waingie Makembe ili wafikie hapo Lulenge wapate kusababisha kuwasha moto, na hivyo mengi hapa tutakwenda kuyasikiliza. Haijalishi aliyezungumza katika lugha ya mama, lakini yaliyobeba uzito katika ujumbe wake ni hayo ambayo nimekuambia hapo. Hey, hey kolo yo.

wete nimero ya vatu vale lembwe abilileke informasio wale motenda dali ne jogo. Baada ya wahasi wa M23 kushindwa kupasua njia ya huko Minembwe na Uvira waliamua ya kwamba wapate kupita katika misitu mikubwa katikati ya huko Itombwe, ngambo za huko hewa bora, katika sekta ya Lulenge, katika Kivu ya Kusini, huko mashariki mwa DRC, na hivyo wakiamua ya kwamba wapate kuingia huko Lulenge, na hivyo Lulenge na hapo hewa bora ni takribani kilomita 45. Hata hivyo ilipofika masaa tatu za usiku, wakaamua ya kwamba waende sasa Lulenge, waende kuweka mapambano rasmi. Na baada ya hivyo watu wa zalendo na wa fardese wakaweza kusikia habari hizo na kuanza kupanda kwa haraka kabisa na kuenda hata kuwapambanisha. Kufika saa kumi na mbili ya asubuhi, mapambano yakaanza hadi kufika saa tatu mapambano yakakwisha. Na ngambo ya gavementi ya Congo, yani wazalendo, hata pamoja na FARDC waliweza kufanyikisha kuwashika waasi wawili wa M23 katika mapambano hayo, na hivyo mengi natuyasikia hapa yakizungumzwa. Kwa eme ni kusema hivi, vita vinakuwa makali huko Kilembwe ba M23, baada ya kuona balishindwa kufungula njia ya Minembwe na Uvira, balitembea mumisitu ya katikati ya Itombwe na kule ngambo za kule Wabora, bakakatokezea mumisitu ya Ewabora pap bautu aibautu ba, yes, ba, ba, awo vaani bandarahamu ba, kumbe kezi valikuwa bashajikwalie na vale batu basha jiunga pamoya jo valikola batembeza njo wakafika lai kule nani kule musitu Wabora kule inamoza nani zauko Lulenge leo sasa pale wabora na kilembwe msante ni 45 kilomita, kilomita sawasawa tu na Lulimba na Nyange. Sasa ila habari ikasikilika busiku ya leo, kumbe nabo kule balitoka busiku ya saa tatu ya busiku wakakesa waingia sasa mu kilembwe, sasa bakianza vita e, sasa kwa, kikosi ya mingi

Shukrani kubwa sana kwa kufika tamati ya kipindi chetu. Ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho nikikushukuru kabisa. Basi tu nilikuletea habari leo tariki sita mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025. Na kwa hiyo tu unaweza ukajiunga na yetu ili ukuwa napata habari zetu zote mapema, na hivo tutakutana tena ati, ikiwa majalio ya Bwana.